Mtazamaji, baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa Simba na Yanga, hatimaye uongozi wa klabu ya Dar es Salaam Young African umetoa taarifa rasmi baada ya kuahirishwa kwa mchezo huo, ukitoa usiku wa hii leo, na inasomeka kama ifuatavyo: kamati ya utendaji ya Yanga chini ya rais mhandisi Heris Saidi imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga wanatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa michezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kuhudhuria mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ikifanyika jana Machi tarehe 8 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama inavyotekelezwa kwenye kanuni, ikiwepo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi MCM kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa nane mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mthamini, waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi, klabu ya Simba haikutoa taarifa kutaka kuhutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya taarifa kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025 klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MSM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja uwanja, wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hawakuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi 2025 klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo wa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba wakuwa wamefuata taratibu. Inaendelea na kusema kuwa huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya, ya tamko hilo klabu ya Simba, asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025 mwenyekiti wa bodi ya, ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuwahakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huo namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo hiyo, tarehe 8 Machi 2005 kamati ya uendeshaji ya ligi ambayo mwenyekiti wake ni Stephen Mguto ilitoa taarifa kuahirisha mechi namba 184 kinyume na utaratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu ya NBC. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji ya Yanga. Moja, klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Mbili, kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. Tatu, kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo, tunaliomba Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunawaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na utaratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Ripoti na Geoffrey Moses Kalunduka. Endelea kufuatilia chaneli hii. Usisahau kusubscribe na kukomenti hapo. Lakini pia unaweza kunifuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, Instagram, andika Geoffrey Kalunduka.